Wachana na, na ya yakuwa mkristo wakati unaenda hiyo. Sasa kalonza anze kuto, kutoa nini, atafuta mutu wa kutoa pesa, lakini kutoa huyu jamaa wamana sai siamekota ya nyumba si mnafanya kazi si mko na pesli sha uko na namba uko na namba ya sha uko na ya eh, eh, uko na ya kra lakini ya uh, nyumba uko na uliriciza lini nyumba kwanza majina yako, majina ya nyumba. Wakati nyumba hii manyumba inaitwa house, house, levy. Jua kwanza, levy ni taxes, ikawekwa house levy. Hiyo pesa ya nyumba hiyo, kwa iko kwa iko kwa pesa yako, lakini account gani naingia? Jina yako imepelekwa kwa nyumba gani? Kwa hii Kenya iko vizi gani? Nani amewayaona? Hakuna, hakuna vizi. Hiyo inaenda through sasa unalipa saa hii, wengine tunalipa 1300, wengine wanalipa 500, mimi namaliza haya. Sasa ni milioni za pesa na wamefunga loopholes yenye ilikuwa inaenda kwa ene. Hiyo pesa inaenda wapi? Hizi zote tutajua hii mwezi na tumelipa. Utakuwa mgonjwa na utapeleka mtoto, hiyo pesa imeenda wapi? Si utarudishiwa, si utarudishiwa, shilingi 50, si utapewa 50. Eh, wakati wa kupika tunapewa hamsini, si utauza hamsini. Halafu kila kila mwaka shilingi kumi kumi kumi